Miaka ya hivi karibuni mada ya wanawake kuomba pesa kutoka kwa wanaume imetokea kama somo la mijadala kwenye mitandao na uchambuzi wa kijamii na vijiwe tofauti tofauti, ikihusishwa na changamoto kubwa za kiuchumi, ukosefu wa usawa wa kijinsia na tabia za kijamii zinazoweka uzito wa ustawi wa kifamilia kwa wanaume zaidi kuliko wanawake, ama ustawi wa mahusiano kwa wale ambao bado si wanandoa. Utafiti wa kimataifa unaonyesha kwamba wanawake duniani kote mara nyingi huwa na wasiwasi zaidi kuhusu mustakabali wao wa kifedha ikilinganishwa na wanaume. Katika nchi ishirini na mbili kati ya nchi ishirini na saba zilizochunguzwa wanawake walisema walikuwa na hofu kubwa zaidi kuhusu hali yao ya kifedha kuliko wanaume, kutokana na ukosefu wa uhuru wa kifedha, vikwazo vya ajira na majukumu yasiyotolewa malipo kama kulea watoto au wazee, na shughuli nyingine za hapa na pale, ndizo ambazo zimeonekana kuwa zinawahusu zaidi wanawake kuliko zile zenye vipato. Katika muongo wa historia ya uhusiano Kijamii. Wanawake kuomba pesa kutoka kwa wanaume imetafsiriwa kwa njia nyingi na namna tofauti tofauti, si mara zote kwamba ni tabia ya unyonyaji, bali pia ni dalili ya uwezekano wa kiuchumi na kijamii uliowekwa kwa jinsia hizo katika maeneo ambako wanawake wanaweza kushindwa kupata ajira zenye malipo, kupata mikopo kwa urahisi au kushiriki kikamilifu katika soko la kazi kulingana na uwezo wao, mara nyingi wanaitegemea familia au mwenzi wao wa kiume kwa msaada wa kifedha au rasilimali nyingine na kitu kingine chochote kinachowahusu. Changamoto hizi zinajumuisha pengo la ajira, mapato ya chini na majukumu ya nyumbani yanayotokana na utamaduni au sera za kiuchumi ambazo ni za kijamii, lakini pia hata za kitamaduni. Viashiria vya uwezo wa kiuchumi kwa wanawake, kiwango cha ajira au pengo la usawa wa kiuchumi ni sehemu ya sababu ya tabia hii, licha ya kwamba siku hizi inatafsirika kwamba ni tabia ya hovyo ya wanawake wengi kuomba pesa kwa wanaume. Hivyo ifu, ifuatayo ni orodha kamili ya nchi kumi ambazo kwa kiwango kikubwa wanawake wanaongoza zaidi kuomba pesa kuliko nchi nyingine zozote. Kwa kwanza nitaanza namba kumi hadi namba moja. Nchi ya kwanza ni Sweden na Finland, hizi ni nchi za Nordic. Hata katika nchi zilizofanikiwa kiuchumi na kijinsia kama Nordic, mgawanyo wa majukumu ya kifedha na mgawanyo wa matarajio ya kijamii bado unaonekana katika baadhi ya muktadha licha fanikio yao ya usawa wa kijinsia kwa kipimo cha ajira na sera za usawa. Hata hivyo, bado wanawake katika nchi hizi wana changamoto ya kipato cha fedha, hivyo wanalazimika kuomba pesa kwa wanaume wao kuanzia kwenye mahusiano hadi kwenye ndoa. Eneo lingine ni magharibi, yani Uingereza na Marekani, ambapo katika nchi hizi zilizoendelea kama Uingereza na Marekani, ingawa wanawake wengi wanafanya kazi na wanaingiza kipato kikubwa, ripoti za utafiti zinaonyesha kwamba bado kuna matarajio ya kuhusu wanaume kuchukua jukumu la kutoa fedha katika mahusiano ya mapenzi na hata mazingira ya kawaida, ingawa hii inabadilika polepole kwa vizazi vipya kwa miaka ya hivi karibuni. Kwingineko ni Ulaya Mashariki, kwenye nchi za Romania pamoja na Hungary. Ingawa nchi hizi zina kiwango cha juu cha ujumuishaji wa kazi za wanawake, changamoto za mgawanyo wa kazi zisizolipika na matarajio ya kifedha bado yanapatikana katika baadhi ya jamii kwa kiwango kikubwa na hali hii inasababisha wanawake bado kuendelea kuwa tegemezi katika maeneo mengi. Eneo lingine ni Latin Amerika, yaani Chile na Colombia. Katika baadhi ya nchi za Amerika ya Kusini, muundo wa kifedha wa kifamilia mara nyingi unaelezwa kwa mtindo wa kuwa na msimamizi mmoja kwa fedha ndani ya familia au kwenye mazingira ya kawaida, na mara nyingi msimamizi huyo ni mwanaume. Hali hiyo pia bado inasababisha utegemezi wa kiwango kikubwa wa wanawake kwenye nchi hizo ikiwemo ni pamoja na kuomba hela hata nyakati za mahusiano. Taifa lingine ni India, ambako tafiti nyingi zinaonyesha kwamba katika maeneo mengi ya India wanawake wana mzigo mkubwa wa majukumu yasiyolipika na upungufu wa fursa za ajira za usawa, hali inayoweza kufanya utegemezi wa wanaume kuwa wa kawaida katika harakati za kifedha. Nchi nyingine ni Misri, ikiwepo na nchi nyingine mashariki ya kati ambayo ni Jordan. Katika utamaduni wa kiajemi au kia kipaumbele cha mwanaume kama mtoa riziki bado kinaonekana kwa nguvu zaidi, na hii ni mojawapo ya sababu za kijamii zinazoweza kuelezea matarajio ya kifedha kwa mwanaume. Hali hii pia inasababisha wanawake katika nchi hizi kuwategemezi zaidi, kuendelea kuomba pesa kwenye kila hitaji lao. Eneo lingine ni Nigeria na nchi zote za Afrika ya Mashariki, yani Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda pamoja na hata Burundi. Na hii ni kwa mujibu wa ripoti ya The Global Findex Database ya elfu mbili ishirini na moja na shirika kama Benki ya Dunia inaonyesha kuwa wanawake wengi bado wanakabiliwa na changamoto ya kupata huduma za kifedha na mikopo, jambo ambalo linaweza kufanya utegemezi wa wanaume kuwa wa kawaida zaidi. Katika nchi hizi za Kenya, Uganda, Tanzania, wanawake wanatafsiriwa katika hali tofauti sana pindi ina fika wakati wa kuomba pesa kwa wenza wao ama hata wapenzi wao ambao bado hawajaoana, wengi wao huonekana kuwa ni tabia yao, na inafika wakati wanatafsiriwa kama wanaitwa chuma ulete. Lakini ukweli kutoka kwenye ripoti mbalimbali za FedEx database pamoja na benki ya dunia zinaonyesha kwamba hali hii imetokana na wanawake kukosa ubunifu kwenye kutafuta miradi kwa ajili ya kujitafutia kipato sambamba na kukosa usawa katika ajira. Nchi nyingine ni Indonesia ambapo katika tamaduni nyingi za Indonesia bado kuna mtazamo ambao mwanaume anatarajiwa kutoa mahitaji ya kifedha kwa familia na mwanamke ana jukumu la kusimamia matumizi ya pamoja ya kaya. Hii inaweza pia kuchangia matarajio ya kufanya wanawake wakose pesa na wanaume watoe pesa zaidi katika eneo hilo. Taifa lingine ni Korea Kusini ambako katika jamii yenye tamaduni ya Kikorea kuna matarajio ya kijamii kwamba mwanaume anapaswa kuwa mtoa riziki mkuu, na pengo la mishahara la takribani asilimia 26 kwa wanawake linazidisha utegemezi wa wanawake kwa wanaume kimazingira, kimahusiano na hata kifedha. Hali hii pia inasababisha wanawake katika maeneo haya waendelee kuwa na kiwango kikubwa zaidi cha utegemezi kwa wanaume. Kabla sijafika namba moja, ni kuongezee tu nchi nyingine ambayo wanawake pia kwa kiwango kikubwa wanaendelea kuwa tegemezi, yaani kwa maana ya kuomba fedha sana. Nchi hii si nyingine bali ni Uturuki, ambako idadi ya wanawake wanaofanya kazi ni chini sana, ambapo inakadiriwa kwamba ni asilimia thelathini na mbili tu ya wanawake wote nchini humo ndio walio na kazi na wengi wao bado wapo kwenye ndoa. Hivyo wale ambao hawapo, shughuli ni nzito zaidi ikilinganishwa na wanaume, ambapo inaonyesha pengo kubwa zaidi la ajira na mapato. Basi namba moja ni taifa la Pakistani. Nchini Pakistani, pengo la ajira na kipato baina ya wanaume na wanawake ni mojawapo ya sababu kubwa zaidi ya wanawake nchini humo inayowafanya kuomba pesa kwa kiwango kikubwa. Katika taifa hilo mwanamke ni msimamizi tu wa vitu vyote, ambapo uchambuzi pia unaonyesha kuwa wanawake wana kiwango kirefu sana cha pengo la ushiriki kwenye soko la ajira. Takwimu zinaonyesha kwamba wanawake ni asilimia 23 tu wa nguvu kazi ikilinganishwa na wanaume ambao ni asilimia themanini na tano. Na hii inaonyesha vizuizi vikubwa zaidi kwa uhuru wa kifedha kwa wanawake nchini humo Pakistani, hali inayosababisha kukosa kila kitu na kuweza kutegemea karibia kila kitu kwa wanaume. Je, ulitegemea ni nchi gani ambayo inatakiwa iwepo na haipo? Tuandikie ujumbe wako hapo na sisi tutauona hapo. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.